Ni wajibu aliojua mama kwako. Namalizia mimi, mwalimu wako, yote nayajua, ila nataka kujua tarehe gani sisiemu ilizaliwa? Mimi mwalimu

Mzee, si mama, msamaha ushapatikana, lakini kabla sijatoa jibu vyema, ni ukweli, nataka jua ulikuja kwa mkali lakini umerudi kweli, nataka jua sababu ya hili nini? we ambiwa na hilo ndo darasa la itikadi. Sisi huku uzalendo, jinsi gani ya upendo wa nchi na wananchi, jinsi ya kuitumikia taifa tokea ya madogo, na hili limewekwa na Chama cha Mapinduzi kwa sababu samaki mkunje angali mbichi. Huku hakuna mabaya jamani.